Mambo vipi customers? Leo nitawaletea katika tips nitakwita kitu kimoja. Unajua jina la laptop yako lina mambo mengi sana kuelezea kuhusu laptop. Kile unakofikiria. Mfano kwa professional skip jina la laptop kuna taarifa nyingine ndakutangalia shazi gundua na shazi ngamoni zetu. Mfano, katika jina la laptop yako cha kwanza itaonyesha mmiliki wa laptop yako ni nani. Mfano HP, Dell, Lenovo. Kwanza katika jina lote lazima ukawa na mmiliki. Lakini pili katika jina la laptop kuna kuonesha mlengo hasa hiyo laptop ilikuwa ni nani. Mfano HP na majina kama Pavilion, Spectra, ZBook, Elitebook e, na Pro Book. Mfano tukiongelea hii Elitebook, mfano Elitebook ilikuwa ni business class au design kwa ajili ya watu wenye uwezo mkubwa kidogo na nataka laptop yenye uwezo mkubwa. Mfano kuna HP Elitebook mia nane arobaini, unaona mia nane ishirini, kuna Pro Book, kwa Pro Book, kwa Pro Book, kwa Pro Book, kwa Pro Book, Pro Book, kwa Pro Book, kwa Probook inaonyesha ni professional. Sasa pro hii kwa design kwa professional. Mtu hata kuna uwezo mkubwa lakini sio kwa probook. Kwa hiyo kiasi cha ni ndogo soko. Kwa hiyo inaonyesha ni target na mrengo. Lakini pia mbele kidogo kuna numbers kama 840, 620. Ya kwanza nani inaonyesha ni ukubwa wa SKU zake, uwezo wake. Kwa hiyo 800 nyingi zina SKU zake zina uwezo mkubwa kidogo. Lakini nne au mbili zile zinofuatia inaonyesha ni screen size. Mfano 840 ile 4 inaonyesha ni inchi 14, 820 2, inaonyesha ni inchi 12.

kuna sifa zimeongezeka kaja G3 kaja G4 kaja G5. Kwa G6 ya laptop nzuri kuliko G1, ukubwa processor zake, na utazama ndani, nyingine ina processor ina CPU nane tofauti na G1. Kwa hiyo wana modify kwa G6, pia kumi na nne UG6 Zbook, inamaanisha ni workstation. Hizi ni laptop za heavy kwanza, upianda pia lakini pia kumi na nne, na inasimama kwa ajili ya nchi hii, ni size yake ni inchi kumi na nne, inchi kumi na nne, lakini pia yu ni heavy task, ni processor ni mgovu. Lakini G6 hiyo mwishoni ikisimama inaonesha kwamba ni generation ni laptop ya sita katika matoleo ya laptop za aina hii. Kwa hiyo hii inakuwa na mwonekano mzuri, kuna sifa zingine zinaongezeka kama tachisprini, unakuta nafuzili kwenda juu, ndiyo inaongezeka hii.